Karibu sana mdau wa Bongo Class, somo letu la leo litahusu jinsi ya kupima mimba ukiwa nyumbani. Wengi wamekuwa wakijiuliza, je, inawezekana kweli kujua kama una mimba bila kwenda hospitali? Ndio, inawezekana, lakini ni muhimu kuelewa jinsi vipimo hivi vya nyumbani vinavyofanya kazi, muda sahihi wa kuvifanya, na jinsi ya kupata matokeo sahihi. Muhtasari wa somo letu katika somo hili tutajadili njia rahisi za kupima mimba ukiwa nyumbani, hasa kwa kutumia vipimo vya mkojo vinavyopatikana madukani home pregnancy test kit. Pia tutajua muda bora wa kupima, namna ya kusoma matokeo, na mambo ya kuzingatia ili kuepuka makosa yanayoweza kupotosha majibu. Utangulizi wa somo letu. Kipimo cha ujauzito hufanya kazi kwa kugundua homoni maalum itwayo human chorionic gonadotropin au HCG. Homoni hii hutengenezwa na mwili wa mwanamke baada ya yai lililorutubishwa kujipandikiza kwenye ukuta wa mfuko wa uzazi. Kawaida HCG huanza kuonekana kwenye mkojo siku chache baada ya mimba kutunga, mara nyingi kuanzia siku ya kumi hadi kumi na nne baada ya tendo la ndoa. Sasa tuingie kwenye somo letu. moja. Tumia kipimo cha mkojo cha nyumbani au home pregnancy test kit. Hii ndio njia maarufu na rahisi zaidi. Vipimo hivi vinapatikana katika maduka ya dawa na havihitaji utaalamu mkubwa. Unachohitaji ni kufuata hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza, hakikisha unatumia mkojo wa asubuhi wakati umeamka. Huo ndio mkojo wenye mkusanyiko mkubwa wa homoni ya hCG. Hatua ya pili, fungua kifaa cha kupimia au kit na ufuate maelekezo yaliyoandikwa. Mara nyingi unatakiwa kuweka tone au mbili za mkojo kwenye sehemu iliyoelekezwa. Hatua ya tatu, subiri dakika chache, kawaida kati ya dakika tatu hadi tano. Hatua ya nne, soma majibu kwenye kipimo. Kawaida kipimo huwa na mstari miwili. Mstari mmoja C si, unaonyesha kipimo kimefanya kazi. Mstari wa pili T, ukitokea hata kama ni hafifu inaashiria mimba ipo. Ikiwa mstari wa pili hauonekani, inamaanisha hakuna ujauzito kwa sasa. Mbili, muda sahihi wa kupima mimba. Wakati bora zaidi wa kupima ni angalau siku moja hadi tano baada ya siku uliyoitarajia kupata hedhi yako. Kupima mapema sana kunaweza kutoa majibu hasi ya uongo, au negative false result kwa sababu kiwango cha homoni HCG bado hakijawa cha kutosha kugunduliwa. Ikiwa majibu ni hasi lakini bado hujapata hedhi, rudia kipimo baada ya siku kadhaa au tembelea kituo cha afya kwa kipimo zaidi. tatu. Vipimo vya nyumbani vya asili au local methods. Kuna baadhi ya watu hutumia njia za jadi kama mkojo kuchanganywa na unga wa ngano chumvi au sabuni, wakiamini mabadiliko fulani yataonyesha ujauzito. Hata hivyo, njia hizi hazina uthibitisho wa kisayansi na zinaweza kutoa matokeo yasiyo sahihi. Njia pekee ya kuaminika ni kipimo cha HCG, iwe cha nyumbani au cha hospitali. nne. Mambo ya kuzingatia wakati wa kupima: soma maelekezo ya kifaa kabla ya kutumia. Usitumie kipimo kilichokwisha muda wa matumizi au expired. Hakikisha mikono yako ni safi na mazingira ni safi pia. Usisome majibu baada ya muda uliopendekezwa, matokeo yanaweza kupotosha. Ikiwa matokeo hayako wazi, rudia kwa kipimo kingine. Pia ikiwa utapata majibu chanya au positive, hii inamaanisha mwili wako una homoni ya ujauzito. Hata hivyo, bado inashauriwa kuthibitisha matokeo hospitali kupitia kipimo cha damu au ultrasound ili kujua maendeleo ya mimba na afya uzazi kwa ujumla. Ikiwa utapata majibu hasi au negative, kuna uwezekano bado mimba ipo, lakini homoni hazijaongezeka vyenye kitosha kugunduliwa. Pima tena baada ya siku tatu hadi tano au tembelea kituo cha afya kwa kipimo zaidi. Je, ujawa Homoni ya HCG huongezeka mara mbili kila baada ya siku mbili katika wiki za mwanzo za ujauzito. Baadhi ya dawa, magonjwa au vipimo vilivyoharibika vinaweza kutoa majibu yasiyo sahihi. Mwanamke anaweza kuwa na dalili zote za ujauzito, lakini kipimo kikaonyesha hasi ikiwa amepima mapema. Hitimisho la somo letu. Kupima mimba ukiwa nyumbani ni rahisi, salama na kwa gharama nafuu. Kinachotakiwa ni uangalifu katika muda wa kupima, usafi na kusoma matokeo kwa umakini. Kumbuka, hata kama umepima nyumbani, matokeo bora ni yale yanayothibitishwa na mtaalamu wa afya. Usiogope kujua ukweli wa mwili wako. Kujitambua ni hatua ya kwanza ya kujipenda.